na pia ninakunasihi uwe nami katika nasaha hizi azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yaasi Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan, na yeyote atakayemwasi Allah na mtume wake, hakika huyo anao moto wa jahannama, wataishi humo milele. Ndugu zangu, tabia ya baadhi yetu kuhadaika na kudanganyika na haya makundi ya madhehebu mbalimbali na kudhani kwamba ndiyo pepo. Hii ni tabia ambayo itatuingiza wengi katika matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza, kinachomtia mtu motoni ni uasi. Utakaposifika na uasi bila kujali utakuwa madhehebu gani wewe, utakuwa muibadi, utakuwa salafi, utakuwa shafi, utakuwa shia, utakuwa madhehebu yote unayoyafuata wewe, muhimu umeingia katika uasi, basi ujue tayari umeingia katika moto wa jahannam. Waman, yoyote yule atakayemuasi Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa afuatwe katika taa ambayo itajumuisha kufuata maamrisho yake yeye na maamrisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kujali madhehebu. Usikae na kudanganyika na bali, ukumbuke ya kwamba maasi ni ya kuogopwa, hata ukiwa katika madhehebu gani. Na bali Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza katika Qur'ani ya kwamba maasi hata likiwa moja linaweza kutia motoni Bala man kasaba sayyiatan wa khat, wa ahatat bihi khatiatuhu faulaika ashabu nari hum fiha khalidun. Fahamuni ya kwamba yeyote atakayekuwa amechuma na kufanya kosa khatiatan, hata kama ni kosa moja na likamthibitikia kosa lake kwamba amefanya, basi hao ni watu wa motoni, wataishi humo milele. Tujiepushe na makosa na tudanganyike na masuala ya madhehebu. Madhehebu hayakuingiza peponi, bali utiifu wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo utakakuweza kuingia peponi, kama vile uasi wako bila kujali uko katika madhehebu gani ndio utakufanya uingie motoni. Na ndipo tunaona mafundisho Qur ya Qur'ani yakielekeza sana huko, man kasaba sayyatan falina man, man amila salihan falinafsihi, atakayefanya jambo zuri man yoyote yule amejifanyia mwenyewe, wa man asaa faalaiha, na atakayefanya uovu utamrejea mwenyewe ubaya wake. Jiepushe na kiburi na kudanganyika na makundi ya madhehebu.